Leo. Eh, hello yes, naona kama tumelala leo, leo sijui tumekula sana chai asubuhi. Sasa ninaomba hii meza meza ya mabosi, mtakuwa mtakuwa wizara nyenye nye wizara kisambo ya wizara ya kwenu, sawa. Halafu hii meza itakuwa wadada center, yani ofisi inaitwa yani, sio wadada wa kazi wadada kwa nikisema mambo ya dada center mnahusika. Alafu hii meza na hii is hii meza mbili ndizo wadada wa wasichana wa, wa, wa, wa, wa, wa, dada wa nyumbani, sawa? Meza hii na meza. Nikisema mambo ya dada wa nyumbani nitakuwa nitatoa maelekezo baadaye. Alafu meza hii ni ya wazazi. Meza hii. Meza hii na ile kule. Tumeelewa eh? Leo sisi ni wazazi. Sawa, tuondoe kabisa kule kwenye kazi za ndani. Hii hawa ni na wale kule wazazi ninyi ni nini, nini? Wadada Wadada Center. Center. Ninyi wizara ninyi dada wa kazi. Kazi. Tumeanza, tunaanza hivi nikisema. Nikisema idara na kuhusu unasimama unafanyaje? Unasimama isipokuwa mama mwenye huyu mtoto mtoto, kwanza mtoto yeah, mtoto we huyu ana mtoto yeah. Ewe, kwanza, kwa hiyo bosi utakuwa huku bosi huyu, kuna bosi, bosi mwingine Oi, tunge mleta sio hapa, mama, tumekusumbua. Tuna tushangamke darasa, darasa ni kama limelala. Nikisema idara na ukuhusu unafaje? Nikisema idara ya mwenzako unakaa ule uko umesimama faster. Inakuwa ni faster kidogo. Tunaanza. Mama, tunakuwa nasema ukiwa huko eh? Itanoga ukiwa hapa. Hello. Tunaanza. Jamani. Wadada center imekuwa ikifanya kazi nzuri sana, eh? Mimi na washa wamekaa. <laughs> Nimesema nikisema deni nao kuhusu nafanyaje? Nikisema ya mwenzako unakaa. Faster, yani ni ile faster. Si unajua hata chakula saa moja kiwe kimeiva lazima uchangamke. Eh, si ndio? Kwa hiyo eh, wadada center imekuwa ikifanya kazi nzuri sana. Toka tarehe 20 na toka tarehe 28 toka tarehe 26 mwezi wa saba wadada center walianza kuniita. Nashukuru sana wizara ambayo iliweza kuniruhusu na kuja kufanya hii kazi ambayo kwa kweli wizara imepongezwa hata leo hapa. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu wadada wa nyumbani ambao wamekuwa mstari wa mbele ambao ni nguzo ya familia ambao ni kila kitu wanalea watoto wetu. Watoto ambao wanaongozwa kwa miongozo ya wizara, wizara ambayo imekuwa ikifanya kazi kubwa kutoa maelekezo kutoa miongozo ikiwa ni pamoja na wazazi, wazazi ambao katika familia zao kumekuwa na ukatili wa hali ya juu sana, na wizara imekuwa ikikemea kwa karibu sana vitendo vya ukatili. Na waziri mwenye dhamana siku ile nimefika hapa, alikuwa ametoa document ile mwezi wa saba akikemea kitendo cha mtoto ambaye msichana wa dada wa kazi alimfanyia ukatili nyumbani kwa sababu ndogo tu. Lakini yote haya ni kwa sababu wazazi hawana ushirikiano wa karibu sana wa karibu sana na wadada wa kazi ushirikiano wa wadada wa kazi katika familia zetu una changamoto sana, lakini wadada senta imewakutanisha sasa kwa gharama kubwa kwa uwezo mkubwa kwa kutumia wizara, wizara yetu yenye dhamana na masuala ya watoto imekuwa ikiwa pamoja na ninyi kwa, m... kwa namna ya pekee kuhakikisha wadada wa kazi wanapata skills, wanapata uweledi, wanapata ufahamu, wanakuwa tofauti na wale wadada wa barabarani, si ndio mnakuwa, hmm, tofauti. Na hii tofauti lazima wamama, lazima familia, lazima wazazi waweze kuona huu tofauti. Haiwezekani tukae miezi sita tunaacha mambo yetu, tunaacha shughuli zetu, tunaacha watoto wetu, tunakuja kuelimisha wazazi ili waweze kujua nafasi yao katika mada zilizopita wazazi nawakumbusha tena, katika mada zilizopita tuliwaeleza kwamba mmekuwa ni changamoto kwa wadada wa kazi. Wadada wa kazi wanaambiwa lione limenenepa, lione limependeza, lione linakunywa maziwa ya mtoto, lione kichwa kikubwa, lione na kila kitu. Haya maneno tuliyasema katika mada zilizopita. Ni mategemeo yetu kwamba wadada senta itaendelea kuibua masuala yanayojitokeza maelekezo ya wizara, maelekezo ya wizara yetu, na katika eneo la majukumu ya kijinsia majukumu ya kijinsia majukumu ya kijinsia ni ya baba na ya mama. Majukumu ya kijinsi sorry, kijinsia tofauti, majukumu ya kijinsi Kiswahili tofauti cha siku hizi eh, kwamba wajibu wa mtoto, maana tunaanzia watoto. Wizara hiyo inasema watoto wote wana haki ya kufanya kazi, iko kwenye kifungu cha 15 cha sheria ya mtoto ya mwaka 2019 kwamba wana majukumu, awe wa kiume awe wa kike. Na ukiona huyu mtoto wako wa kiume, wazazi mkiona mtoto wa kiume hawezi kufua soksi zake, unasema hii kazi ni ya dada yake yake, ah, sio dada yake, ni jukumu la dada yake, yani kwamba ni dada ndo afue soksi za kaka yake, kwamba hawezi kuosha vyombo, kimeweza kula vyombo, dada, njoshe vyombo vya kaka yako. Maana yake unatengeneza bomu, unatengeneza bomu ambaye akiingia kwenye majukumu ya kifamilia amekuwa baba, hawezi kutimiza majukumu yake kama baba. Kwa hiyo ni toa wito kwa wadada senta, tuendelee kuandaa mada zinazozungumzia masuala ya kijinsia, mahusiano ya kijinsia, mahusiano, mambo ya kijinsi na majukumu yako, pale yale ambayo baba hawezi kufanya ni ya kibayolojia tu, wizara huwa inasema ni ya kibayolojia tu kwamba mambo ya mimba, mambo ya mbegu, kama vile ambavyo mwanamke hawezi kubaka. Halo yes, mwanamke hawezi kubaka, mbona kama mnaweza mkama mbona kimya kimya. Mwanamke hawezi kubaka ndio msimamo wa wizara yetu, kwa sababu hey. Off record. Kwa sababu hana kibakio <laughs> mwanamke hawezi kubaka hata ungefanyaje kwa sababu hana kibakio <laughs> halo yes. Kwa hiyo siku zote anayeshtakiwa kwa kosa la ubakaji ni mwanamme kwa sababu tafsiri imesema it is a penetration. Sasa hiyo penetration unaifanyaje? Tuko pamoja? Kwa hiyo tunawaletea taarifa sahihi. Ndio maana leo baadaye wakati wa muda wangu tutajaribu kuangalia tumetoka wapi, tunakwenda wapi, ili tuone kama kuna mafanikio toka tumeanza. Kwa hiyo majukumu ya wizara yapo ya tumeshamaliza mchezo wetu. Wizara inafanya mambo yake, lakini wadada data center inafanya kazi nzuri kwa sababu tunashukuru pia waziri wetu alishawahi kufika hapa. Niko mikono salama tunapotoa taarifa hizi. Lakini pia familia, eh, Rais amekuwa akilaumu sana kuhusu familia, analaumu kuhusu wizara, analaumu kwamba familia imekuwa na kuna vitu vya kasawa. Kwa wadada pia hawa wanafanya kazi kubwa na hii message ya Nguzo ya familia hivyo chukua nguzo ya familia, maana yake nini? Unamwachia mtoto kama huyu, si ndio mtu ambaye haelewi, si ni mtihani? Unaambia niletee tu, hamna shida, letetu mimi na kazi zinanisubiri, sijui, unamwachia mtoto kama huyu? Kwa hiyo tuseme ni lazima kujiongeza na kumwomba Mungu pia tu, maana zopita tuseme, na Mungu pia atusaidie kupata dada ambaye kidogo anajitambua, na rahisi ni gharama, nafikiri tunajua rahisi mpaka <laughs> nyanya za kwenye friji. Kwa hiyo tutoe wa bei nzuri kwa sababu tunawapitisha kwenye haya maswala. Sasa kwa miezi sita tumeona hatujachangamka leo wate, kazi zetu tunazijua, kazi tunazijua, tunazijua. Tuchangamke, tutamke kazi za ndani ni zipi, ili basi wadada senta iweze kuanza kuchambua. Akipiga sema, anasema mimi nimeambia nikapande migomba iko kwenye mkataba, nimeambia si nikafanye nini, nimoshe bibi, bibi wanaoga anaogeshwa na nawishwa na eh, wa jeni iko kwenye tuone sasa, ili tuweze kuondoka leo na mada yetu ikae sawasawa. Kwa naomba tuchangamke wadada. Si ndio jamani eh? Na kuchangamka ndio sehemu yenyewe ya kujenga u, kujiamini. Ukishajiamini tu hata pale nyumbani utafanya kazi yako. Mtoto atakuletea homeweki moja, jumisha moja unajua hata ni mbili. Sijui nini na si najua. Yaani, unakuwa una mashaka mashaka. So, naomba tuzungumze. Hakuna kesi. Kwani kuna, kuna mtihani? Eti wa dada center kifanana kitu. Kuna, kuna mtihani? Majibu yote ni sahihi hadi hapo baadaye. Hadi hapo? Sasa kwamba hii ah, hapana hii hapana, lakini tutoe, tuongee, tutoe michango yetu, na mabosi hapa pia tujue kwamba je, zinaishia tu hapo au na bustani ni ya, ni ya dada. Tujue ukijiongeza ku ukaongeza, na bustani ni faida kwako pia, tukasahau pia. Ni faida akikwambia, ukauze, ukauze duka, ukauze duka eh, sio, inawezekana, sio kazi ndani, lakini ni faida faida kwako pia kwa sababu tumesema lazima utakuwa mjasiriamali, utasimama kama Joyce leo, anaweza kufanya biashara, anaweza kuita ka... watu anakaita wizara, si ndio? Kwa hiyo angalia, akikwambia kitu ambacho ni, ni faida kwako, usiku kasema ah, utabweteka kesho, utakuwa mama wa familia, si ndio? Ambaye akisema anataka kufungulia biashara, anataka kufungulia duka, anataka kufungulia saluni, mimi sijui mwanangu, mimi sijui inakula kwako, na fursa ulifanye ulisema ai, sio kazi ya ndani kuuza duka. Asante, naomba tuchangamke, makofi makofi makubwa kabisa kwa mtaalamu wetu. Ametuchangamsha vizuri sana na ujumbe mzito ndani yake. Tunashukuru sana Karo. Mada inaendelea wadada Center. Tumechangamka sasa, kuna mtu ana jingine ay, ni ule Jamani kunywa ni maji pia. Maji bure, jamani, ni <laughs> Haba eh, maji bure jamani, akiisha niite, anaweza akachangamsha kidogo, adada senta mpo maji. Oh. Mechangamka right. Mimi kwa jinsi ninavyozitambua kazi za ndani ni majukumu ya dada kupika, usafi ndani ndani na nje na pia kazi ya dadani ni kama umechukua majukumu ya mama mwenye nyumba, nusu yake wewe ndio kama mama, ni wa kwenda kazini, wageni wakija, nitakiwa wakaribishe kwa ukarimu, wapokee wageni vizuri. Ndio, ndo mimi ninavyotambua kwa... na, na... na... na... nitaka urudi, umesema unachukua majukumu ya mama nusu sasa tuwe clear, kwa sababu kuna mtu hapa zamani alisemaga workshop mwaka jana, akasema ni mke mdogo hivi <laughs> <laughs> yupo eh? Nani ni wewe hapo? <laughs> <laughs> alisema ni majukumu kama ya mke mdogo. Sasa is like it's not like we boss. Sasa kana kuona, hebu <laughs> <laughs> <laughs> tuongee vizuri. Unaposema unachukua majukumu kama mama, kwa sababu tumesikia hapa kazi za ndani za nyumba yote zinamhusu baba na mama wote, sio mama peke yake.